Mamia ya Wapalestina wamefanya maandamano kaskazini mwa Gaza wakitaka vita vikome. Waandamanaji hao katika hatua isiyo ya kawaida ya kuonyesha upinzani kwa kundi la Hamas linaloongoza ukanda huo wamelitaka pia kundi hilo liondoke madarakani. Katika hatua nyingine, mamlaka za Israel zimewachilia huru ama zimemwachilia huru zime mwongoza filamu wa kipalestina siku moja baada ya kukamatwa na wanajeshi wa Israel. Angela mdungu na taarifa zaidi Waandamanaji wa kipalestina walioonekana katika moja ya machapisho ya mtandao wa kijamii wa X wamesikika wakisema kundi la Hamas linapaswa kuondoka madarakani. Video kadhaa na picha zinaashiria maandamano hayo yamefanyika Machi 25 5 huko Beit Lahia, kaskazini mwa Gaza. Eneo hilo la kaskazini mwa ukanda huo ni moja ya sehemu zilizoathiriwa vibaya katika vita kati ya Israel na kundi la Hamas. Majengo mengi kwenye maeneo yenye idadi kubwa ya watu yamesambaratishwa, wakati wakaazi wamelazimika kuhama mara kadhaa kuepuka mzozo. Maelfu ya wakaazi waliolazimika kukimbilia kusini mwa mwa Gaza mwanzoni mwa vita hivyo ambavyo vimeshawaua zaidi Wapalestina hamsini elfu kulingana na mamlaka za ukanda huo, walirejea mwezi Januari baada ya makubaliano ya kusitisha vita kuanza kutekelezwa. Hata hivyo, Israel ilianzisha tena mashambulizi mapya Machi 18, na kufifisha matumaini ya vita kukoma katika ukanda wa Gaza. Hayo yanaendelea wakati Umoja wa Mataifa ukipunguza theluthi moja ya wafanyakazi wake wa kimataifa kwenye ukanda huo. Mmoja wa wasemaji wa Umoja wa Mataifa Alessandra Felucci amebainisha kuwa hatua hiyo imechukuliwa kwa kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres hawezi kuwahakikishia wafanyakazi hao usalama wao. Miongoni mwa mashirika ya Umoja wa Mataifa yatakayoathiriwa na kupunguzwa kwa wafanyakazi wake Gaza ni pamoja na shirika la mpango wa chakula WFP, shirika la afya duniani WHO na shirika la kuhudumia watoto la UNICEF. Katika hatua nyingine, mamlaka za Israel zimemwachilia huru mwongoza filamu wa Kipalestina aliyeshinda tuzo za Oscar katika filamu yake ya Noland, Hamdan Balal sambamba na Wapalestina wengine wawili kwenye eneo la ukingo wa Magharibi. Balal na wenzake walikamatwa kwa tuhuma za kuarushia mawe walowezi wa Kiyahudi. Kabla ya kukamatwa na wanajeshi wa Israel, Balal anaripotiwa kuwa alipigwa. Akilizungumzia tukio hilo, Balal amesema, Yaani hujum... lilikuwa shambulio kali na lengo lilikuwa kuua, baada ya kushinda tuzo wa Oscar sikutarajia kuwa kwenye hatari ya mashambulizi ya aina hii. Kulingana na wizara ya afya ya Palestina, wanajeshi wa Israel wameshawaua Wapalestina mia tisa kumi na tatu katika ukingo wa Magharibi, wakiwemo wanamgambo